Haya, mtazamaji, tuko kwenye episode ya 24. Sasa kuna shaka kidogo kuhusiana na wageni walioalikwa kwa ajili ya kuja kuhudhuria harusi ya Mirong Minzu pamoja na Miss uh, Miss Ma ya kwamba wageni wengi waliokuja katika mji hao inasemekana wengi wao pia si watu wazuri na kuna mambo ambayo wanayatengeneza tengeneza sasa huu ni mjadala unaoendelea hapo, kila mmoja akijaribu kuelezea kwa upeo wake, na hasa intelijensia aliyokuwa nayo Ye Kai ni ya hali ya, ya juu sana. Anasema labda niwaulize maswali kila mmoja wenu nyinyi wote kumi. Hebu achieni kutuigiza, tuambieni ukweli, ni nini mlichofanya na ni lengo lenu ni nini? Kwa nini kwanza mmeua watu na ni kwa nini mumtupie lawama Fu Hongxue? Mmoja aliposikia hivyo akaanza, wote wakaanza kunywa sumu wote wanakunywa vidonge, wanakunywa kwa hiyo basi, ili kusudi wasipatikane na hatia au wasinaswe hata mmoja wao kwa ajili ya kutoa ushahidi. Walipojua wameshtukiwa, wote wakajimaliza. Kwa hiyo kumbe, basi ni ukweli mtupu kwamba alifanya mauaji hakuwa eh, Master Fu Hongxue, brother Ye, mimi kusema kweli mwanao, lakini umetisha sana.

Hawajawai kupambana lakini na uhakika kwamba wana uwezo wa hali ya juu sana. Sasa, hebu nikwambie, kuliko mambo ya pesa, kwa nini usingetupa wanawake? Atakayeshinda ataondoka na mwanamke anayempenda. Mimi naona hiyo itakuwa na kitu kidogo, hata mimi nitaondoka nikiwa vizuri. Sinafanya kitu ninachokipenda. Halafu mimi kazi yangu ni kuua wale wagumu ambao hawauliwani. Mimi nawe tutakaa tupate kinywaji kidogo ndo tuanze kupiga stori. Ni, ni watu wachache sana kama wewe wako tayari kuwakingia marafiki zao vifua si Dai De Hua... na ee, mimi. Kila mtu yuko pale anatazama mm, ngoja tuone unyama wa mwamba mwenyewe ambaye kusema ukweli amekuwa akisifiwa sana sasa. Hata Fu Hongxue pia yuko pale anatazama, na Fu Hongxue ni mzuri sana katika kutazama jambo, ana uwezo wa kusoma madhaifu ya kwa hiyo pengine katika kupambana huku kutamsaidia yeye kuzisoma weakness labda za huyu na kuona atafanyaje ili kusudi aweze kumshinda. Ha, imefikia wakati ilikuwa bado kidogo tu sasa. Eh, katika eh, utaalamu alionao ilikuwa bado kidogo wamdhuru au ammalize Ye Kai, jamaa kaingilia. oh. Wow. kaingilianbaluaaolicta ndo mtu wa kwanza ambaye umewahi kupambana, yaani umeingilia mapambano yangu alafu ukaufanya upanga ukatoka kwenye mikono yangu. Kwanza nimefurahi sana kukuona leo na hata kujaribu kufanya kitu kidogo japo si mbaya. Kwa nini ulitaka kuthibitisha kwamba sina kitu? Ah, kuna mtu alijaribu kuchafua bwana. Kila mtu yuko pale akawa anatazama. Ah, wacha tu wafanye wanachofanya. Mimi si mtu ninayependa kujisifu. Brother Shao yuko pale, alisikia kumbe basi mauaji yaliyofanyika hayakufanywa na master. Isipokuwa wageni waliokuja na wote tumeona baada ya kugundulika wakajiua. Sasa, angalia Yika anasema mimi najua bro, wewe ni mtu poa sana. Huwezi ukawacha watu wengine wakuchafue kirahisi rahisi, wakati wewe si mtu uliyehusika na ujinga kama huu. Jamani, leo mimi naomba tusipigane. Tuingieni ndani tukapate kinywaji pamoja <laughs> Hebu tuingie ndani tukapata tukapata pa, tukapata kinywaji. Hao wakawa wanaelekea ndani kupata kinywaji wale, jamaa wote wale kumi na mbili wako pale, wote wamekunywa sumu wale. Miss D yuko pale, kaka yake yuko pale, lakini chui nona yuko pale. Sasa kuna kitu kama vile bado kiko kwenye akili yake kawaida mziki e, nini unapigwa, warembo wanaingia hapo kati na leo kati pale alikuwa ni jina mama. Mm, lakini wote wako makini wanawafuatilia watu wote wali si mt lakini pia alikuwa anautazama upanga wa eh, eh, brother eh, anautazama sana upanga wa Master Fu. ni kuna muda mrefu sana un akiwa anapiga kinywaji, akamwona mesima akiwa amekuja mpaka katika pazia ya mlangoni, halafu wa kuingia akatoka kama kule anakwenda ni salamu Haya, mchizi huku nako naonekana. Basi ile sumu bado inamsumbua. hivi utaishi milele kweli wewe? Eh, jamaa anashangaa kweli bwana, kuna kitu fulani kiliwekwa kwenye ile pombe mm, wamekunywa pale kwa furaha, lakini pana kitu walichowekewa katika kinywaji. Haya, ika tayari kashaanguka chini, sijui yao wengine nakuaja

moshi wote ule maana yake nini? Akasema ah, kumbe ni chusi. Kwa nini umenidanganya wewe, kana kwamba wewe ni misma. Sasa ule moshi kadiri unavyoendelea kutoka e ukaanza kumlevia jamaa naye chini e, yani wanaingizwa katika mitego kiraisi kabisa. Sasa ametoa kisu chake, yuko tayari kummaliza jamaa. Wanaamini hii ni njia rahisi zaidi kufanya matukio ya jamaa, yuko chini hata kuinuka hawezi tena, ujasiri Alitaka kummaliza sasa, kasikia anaitwa sumu ambayo inatoka pale, bila shaka ni nyingi sana, inataka moyo haya huku. Sasa tunamshuhudia eh, huyu ni mwamba mwenyewe bodyguard anaitwa Gongsan. Walipoingia pale, akaenda kuonana naim oja ce ya ni ci Wanma. Tumetumwa na misimaa na kuhitaji amesema, tuje kukuita, lakini muda kwa nini Miss Mana, anahitaji sasa hivi? We twende ukifika kule utajua Haya basi, kuna mambo inabidi niamalize kwanza, halafu ndo unakuja. Kwa hiyo mnisubirie nje. Na kuja muda sio mrefu wewe. Hakamambia usitaki kufanya usumbufu. Eh, maana kwa huu sio muda mzuri wa kukuletea usumbufu na sisi pia hatutaki tukusumbue. Tuwe radhi kama tutakuwa tumekusumbua. Kule jamaa hali yake sio hali. Basi haraka sana akaondoka naye. Sasa aieleweki kama basi ni msaada ambao basi wamempatia labda, pengine Master Fu pengine asija akapatwa na shida, lakini ngoja tuone, tutajua tu sasa. Msidi kaamka. Mwamba naye ndo kaamka. Mm, jamani, mambo mengine msikubali kufanya wajingo wajingo. Inaonekana alikufanyia hivyo, alikuwa anataka kukuua. Basi ika yakashuka kitandani. Jamani, nimelala kwa muda gani? eh, mzee, umelala siku nzima Saizi, ujue mchana tayari. mm, jamaa ah, kwani unahangaika na marafiki mbaya? Mbaya? Mbaya. Brother Lou, brother Fu. eh, haya na huyo chwinon, yani, hao sijui tuseme kama watakuwa salama. kuna mambo yametokea. kitu gani kimetokea eh, brother, hii eh, subiri kwanza, akutaka kusikia chochote Angalia sasa. Sasa. Sasa, yaani huyu ndo ambaye unasema unamuelewa. Brother brother brother Kamain. Basi huyo jamaa katoka. Sasa unaenda wapi huko? Unadhani utaweza kumsaidia tena brother brother Fu? Akiwa anamaliza anamaanisha Fu Hongxue. Sasa nimeshakwambia Fu Hongxue yuko na Chuinong. Na hao wawili wako pamoja tu, wako peke yao. Hivi na maana wewe ujui Chuinong ni agent hapa, ni spai na yeye anataka kumuua Fu Hongxue tangu mwanzo. Kama si mimi kumlinda linda hivi, jamaa angeshauawa. Na kwa nini sifanyi chochote kwa sasa hivi ni kwamba anachojaribu kufanya ni kuwa tu kumuonesha kwamba mimi si, usiamini sana sana stori zake kwa makini. Ngoja nisiongee sana bibi. Hata hataki kumwacha hasa. Ni vitu vitu vingapi wewe unaniambia? Kwa nini unanificha wewe? Unataka kujua vitu vingapi? Wewe wewe wewe nini unataka kujua Fu Hongxue? Hebu fungua mlango sana. Au oh. Ah, ah, oh hey. Mm, kuna kitu kibaya kimetokea, akataka kuvunja. Oya subiri kwanza, vipi huko? Sawa, kuna kitu kimetokea. Tulisikia Chinong yuko pamoja na wewe, kwani umefanya jana usiku? Alichukuliwa na watu wa kwenye kasiri. oh? Yule Gongsan alikuja kumchukua Eh, kidogo jamaa katapika damu. Nini tena kimetokea? Ah, jamani niacheni. Sasa tunajua kuna ile sumu aliyopewagwa na Chino akaambiwa ikifika siku saba atakuwa anatapika damu. Kwenye masikio kutakuwa kunatoka damu, kwenye pua kutakuwa kunatoka damu. Yaani sehemu yoyote kwenye mwili wake ambapo panatoka damu zitatoka. Kuja kuangalia kifuani ni ile sumu. Sumu tayari imeshasambaa. Yani, yani amefika ya kwenye hatua mbaya sana mwamba akawa ameshaelewa huyu jamaa ni sumu itakuwa inammaliza sasa. Kama ambavyo jamaa shamsaidia mara nyingi sana, sijui kipindi hiki yeye Master Fu Hongxue atamsaidiaje? Ee, Ye Kai. E, umerudi? Haya, nieleze kitu gani kimekufanya ukanitafuta? Sasa ni kuja. Nilihitaji tu uje. Lakini umesahau, hapa siruhusiwi kuja si kwetu sapo mtu na ndugu yake yani, lakini kitu. Ndugu wangu mimi nimekuita, naona tuache yaliyopita, yasi yasi yani yasiwe tena, ndwele yapite. Ah, natumai bado unaikumbuka ile siku. Unajua baba yako alitengeneza sheria na hakutaka mimi nirudi tena hapa nyumbani. Nisikilize mimi, nitamshawishi lakini basi, baada ya kunifanyia hivyo, ulitaka mimi nifanye kitu gani kingine? Akasema mimi kwanza niko tayari kurudi nyumbani. Akasema mimi nilidhani utakataa, unajua hapa ndipo ulipokulea wewe. Akasema asante sana kwa lengo lako, lakini mimi sijazoea maisha ya raha tena, nilisha yasahau. Nishazoea kunywa pombe za bei poa, shazoea kukaa sehemu yenye makelele na wanaume tu.

Ni... Uh, kitandani jamaa uh, alimkuta pale Fuhongshu. Kwa hiyo basi, uh, leo Chuinon anaambiwa arudi nyumbani anataka kumuonesha dada yake kwamba yeye yuko na na, chui, na amwonyeshe dada yake kwamba yeye tayari ameshalala na Fu Hongxue. Dada yake akampiga, akamwambia ya ningeweza kurudi lakini, naona kabisa dalili zitakuwa nzuri. Akasema, subiri, utabaki hapa. Huendi popote. Amri imetolewa na dada. Dada akatoka taratibu, sasa sijui anaelekea wapi, ni kama vile anataka kwenda kuthibitisha hicho anachosikia ni ukweli

Basi akaja Borgard Gongsan pamoja na Misma. Fu Hongxue akashuka kwenye farasi. Fu Hongxue umekuja kufanya nini? Nani amesema unakaribishwa hapa? Nitaenda kwenye point. Ika amepewa sumu na, na tunahitaji dawa ya hiyo sumu. Kwa hiyo ndio hicho ambacho kimekuja. Hebu tueleze vizuri. Sumu kivipi? Kwa hiyo umekuja hapa kwamba sisi ndo tuna sto ya ku... ya dawa ambazo yeah. Anasema sumu aliopewa ni mbaya, ninajua kwamba nyinyi lazima mtakuwa na dawa, niko chini ya miguu yenu, naombeni

Kumbe alimpiga hivyo makusudi na nini, kuwaonesha watu kana kwamba hamkubali. Afu pale alivyomsogelea akamnongoneza akamwambia nenda kanisubirie kwenye lile ziwa la vipepeo, akamnongoneza yaani. Tunajua watu kule wakiamini kwamba amemzabua nini, wamegombana, wametofautiana, wote wataamini walichokiona. Kumbe bibie ana namna yake ya jinsi ya kukomuniketi. Na anachofanya hapa Fu Hongxue ni kutaka kuokoa maisha ya Ye Kai. Na ukiangalia basi Miss Ma hana shida na Ye Kai, lakini vile vile pia anamuelewa sana Fu Hongxue. Baada ya muda mfupi tu tunamwona bibi anakuja. E, kwa mbali akiwa na farasi wake. E, taratibu anajiongea jongea kumfuata Master. Mara mwisho aliachana hapa, lakini ilikuwa mbaya sana, hawakuwa katika hali ya kawaida. Basi alipomwona anakuja. Ajabu, kila mmoja alimkimbilia mwenzie. Mm. Inaonesha kama vile kila mmoja alikuwa na hamu na mwenzake sana. Sijui nini kilitokea mwanzoni mpaka mchizi. Labda yale maelekezo aliyopewa na mama yake. <coughs> Lakini leo tena akamzabua mikofi. Zabua mikofi kama yote. Hmm. Halafu anamkumbatia. Yani, maana yake ni kwamba kwa nini unautesa moyo wako? Eh, baada ya kila kitu ulichofanya umerudi tena. Basi kila mara anapomwona anafurahi sana, lakini pia taarifa aliyokuwa amepatiwa pale na chui, ehe, kwamba eti alilala naye sijui nini, ile kidogo ilikuwa imemvuruga sana misimamo. Kwa hiyo namwacha katika wakati ambao hakika si mzuri, ana anajipata tu kama vile hana furaha eh, lakini baada ya kumuona amerudi tena, basi moyo wake umetulia sasa, wako peke yao. Hebu niambie, kwa nini ulifanya? Niambie haraka akamwambia kusema kwa kweli, siku ile nilikuwa na ninajua kwamba nahitaji kutoa maelezo, na siri zangu zilinifanya kufanya kisichofaa, lakini hebu ni kuombe tena. Mm, kama unataka kujua nilifanya vile kwa nini, jibu la swali hilo utalipata ikiwa utataka nithibitishe, nitathibitisha. Akamwambia, usiseme sana jamaa anamtazama machoni, na binti naye anamtazama machoni. Basi haraka sana bila kupoteza wakati akampatia dawa. Hii dawa ndio dawa ambayo inaweza ikamwokoa maisha. Akasema hii, hii Kai ni mtu mzuri sana, naenda ukamsaidia. Alimpa dawa. Sasa kumbuka unavyopewa dawa hivyo, kwamba itamsaidia mtu na ukiwa na pressure ni mawili unaweza kweli ukamsaidia, au inawezekana kwamba ile dawa ikawa sio dawa, pia ni sumu ikamuua kabisa. Kwa hiyo anaambiwa haraka sana, kimbia nenda kamsaidia. Yeye bado anakodoa macho tu, ni kama bado alikuwa aamini kama basi mrembo huyo angeweza kuleta. Ila kuna wakati yeye mwenyewe huwa anashangaa maamuzi ambayo mismahu anayafanya, lakini huwa anashangaa kwa sababu kiuhalisia kabisa, kuna namna ambavyo yeye amekuzwa mekuw na hata misimama naye pia kuna namna alivyokuzwa kimalezi. Kwa kuna namna ambavyo wote wanatakiwa kwa namna fulani, wao wanasimamia kwenye misimamo yao, lakini kuna vitu mapenzi yanasababisha vile vitu hawavifanyi. Yaani wanajikuta wanakuwa na huruma, wanakuwa na upendeleo fulani, wanakuwa na vitu fulani ambavyo yani kiuhalisia kabisa. Hata misimamo yenyewe pia hakuwa anajua kama atafikia katika hatua kama hii, lakini imagine ameshafikia kwa katika hatua kama hiyo. Basi tukutane tena katika episode ya 25 kuendelea. E, bila shaka ni 25, yes, nafikiri 25 na kuendelea e, bila shaka tumeweza kutazama episod nyingi sana sasa hivi. Nafikiri, nafkiri e, tunaelekea kuzuri zaidi e, kuelekea ni tamu zaidi hiyo. Basi asante kwa muda wako, tutakutana kwenye 25 na zingine. Mimi kengele, mimi niko tayari kupambana na kila uh, hatua hadi nihakikishe kwamba burudani anakufikia kwa wakati, na nisisahau kutoa big shoutout kwa moja kati ya watu wa nguvu sana kutokea Marekani, ambao hawa bana eh, huyu ni mmoja kati ya bradha yetu ambaye naona kazi yake kubwa sana kwa kadiri siku zinavyozidi kusogea, kwa namna moja au nyingine e, nimeona ukubwa wake katika e, kazi yetu yani, akisapoti ya huyu. Huyu si mwingine huyo anaitwa Kakavisi yani, kutokea Marekani unamtaka, yes. Kakavisi moja mtu, ya mtu ambaye anaupenda sana yeah. E, nataka nikwambie kama na wewe pia unataka kutunza e, unamtaka kumtunza DJ, kuna namna ya kutumia njia ya super. E, super thanks, au super gift kwenye YouTube, na tukapokea zawadi yako shout, kwa kaka visa, asante, tumeipata. yeah. zawadi yetu na tunakushukuru sana. Bila shaka nitachati na wewe baadaye kwa WhatsApp, nikueleze mambo mazuri, niko na gift yako pia. Asante jamani, tukutane kwenye episodi ya 25.